Fundi e, ndio nimepatana na ule jamaa mwenye anauzia watoto wa shule bangi. Ndio yeye amekaa hapa hivi chini na kofia kofia e, mbaya zile makofia mbaya. Kazi ni e, e, kazi ni bangi kupatia watoto wa shule bangi. Huyo huyo huyo, tumempata, tunamjua, tunamjua vizuri. Ana hiyo tabia, ni mbaya sana. Na ujui hiyo tabia ni mbaya Kupatiwa watu wa shule bangi. Tunajua ya ya. Yeah, si wewe si eh? Wewe kosha si wewe uko na evidence na unatishia serikali, hivyo ndio unaongea juko hapa au juko kwa hey. kwa street yako. Ay, ya. Hello. Afandu. Oh, okay, okay. Oh Anisha kuona anisha kuona kuja tu hivyo, ya kuja tu hivyo, okay, ya, ya, ya, sasa, sasa ndio huyu afande huyu ndo nilikuwa nakwambia, okay, huyu ndo na uzia hiyo mwanga inazunguka akiuzia watoto wa shule bangi.

kwa nguvu mimi naweza mpiga kofia zirae huko si mtafute pesa hey! Shida mmekuja kukakaa hapa hivi inje hey! Ona wazazi wenyewe nakukanyaka nakugonga wewe, utanikuli hivyo kichwa, mbona mbona utaki focus sasa? Wewe uko na makosa gani? unakuja kuingilia hapa mambo kuingilia ni mambo mawili, na hata mnateseka kwenye ushago hata mnashamba, wewe shag, hatamna wewe, nina, wewe nina, una, na, na, Hmm, namsichana, we, ona huyu msichana, hata una pesa, una kazi, najua ndeki kazi... We, kazi simu chinini, ili na ndio umekaliwa kumbe kwa familia. Yani unakaliwa na umama kumbe, hata unanga ngumuan unakaliwa si ujaribu, mama ndo amekukalia kuja kuja. Unasema aje? unasema aje? mkisi toki hiki yako hapa, iburudi mashambani. We mkisi mwingine na na, usinletie asira wewe, usinletie asira yenyu wewe. Uyo ametumwa na nani? usifanye kenye utafanya, mbona uona ven